Kikuchairinga wajitokeza katika zoezi la uchangiaji damu, na katika michezo na burudani, Mwanza yatoa taji la mchezo wa netball na mashindano ya uhali gani mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari, utakuwa nami Angel Mseli zoezi la uchangiaji damu salama limefanyika ndani ya chuo kikuu cha Iringa katika jengo la Blomquist likiwa na kauli mbiu isemayo kuchangia damu okoa maisha. Mwanahabari wetu Leonad Mkamba anaandaa ya taarifa hii. Mkuu wa kitengo cha damu salama kutoka hospitali ya rufaa mkoani Iringa Albert Shaw katika zoezi hilo la kuchangiaji damu amewaasa watu wote kuendelea kujitokeza kwa wingi kuchangia damu salama ili kuokoa maisha. Katika vigezo ni mtu kuanzia miaka kumi na nane mpaka ndiye anaruhusiwa kuchangia damu. Kwa hiyo zaidi ya sitini na tano, huyo hataruhusiwa kuchangia damu kwa sababu umri wake utakuwa umeshakwenda kuvuka vile vigezo mm -hmm. Lakini kwa hao wengine ambao umri wao unaruhusu, na wakaribisha waje wachangie damu. Lakini vigezo tutavijua hapa hapa kwa sababu atapima huo uzito hapa hapa. Chekeo wingi wake wa damu hapa hapa, lakini pia tunamshauri na nasihi, yuko hapa ataongea naye na ishu zingine za faragha. Mshauri na saa kitengo cha damu salama kutoka hospitali ya rufaa mkoani Iringa, Sister Mwakalasia ameeleza kuwa zoezi la uchangiaji damu lina faida nyingi, ambapo mchangiaji wa damu anaweza akajua afya yake kutokana na upimaji bure wa vipimo vya magonjwa mengine kama vile HIV, homa ya ini pamoja na kujua kundi lake la damu. hatuwezi kumtoa damu mchangiaji pasipo kumpa elimu ya damu salama tunaanza kumpa elimu ya damu salama, tunampa faida za uchangiaji. Lakini pia kama yeye alikuwa na hofu binafsi, huo ndo wakati wa kuiondoa ile hofu yake. Ushauri wangu mimi, namshauri kwamba vijana wawe na ule moyo wa kuchangia damu, kuokoa maisha ya watu wengine, kwa sababu unapochangia damu, faida ziko pande zote mbili. Faida ya kwanza, wewe mwenyewe mchangiaji damu utajua afya yako kwa kupima homa ya ini B na C ambayo ni hepatitis, lakini kwa kupima virusi vya ukimwi ambayo ni HIV, lakini kwa kupima kaswende ambayo ni syphilis, lakini pia kwa kupima kujua kundi lako la damu na aina ya rizazi. Hizo ni faida moja kwa moja zinakuja kwako. Nao baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Iringa walioshiriki katika zoezi la kuchangiaji damu wametoa maoni yao juu ya umuhimu wa kuchangia damu, huku wakiwatoa hofu watu wote ambao wana hofu juu ya zoezi hilo la uchangiaji damu. Uchangiaji damu ni kitendo ambacho sio haramu, ni halali kabisa. kuwa ambaye anagoga ama ogopa kwamba aa, damu yake inachukuliwa mahali popote mi ni mto, ni kitendo ambacho ni kizuri ambacho kinasaidia, kwanza ni sehemu moja y kusaidia maisha ya watu wahitaji wa damu wengi. Kwa hiyo asiwe na hofu, asianze kuogopa maana kwamba damu kakachukuliwa sehemu nyingine. Kuna watu wanajifungua, kuna watu wanapata ajali, wanahitaji msaada wetu sisi kama jamii kuwasaidia kuokoa, kwa sababu hakuna kiwanda kinazalisha damu, ila damu tunazo si wenyewe, wana damu kwao, ni tunatakiwa tuchangie. Changia damu okoa maisha, ndio kauli mbili pekee ambayo imetumika katika wiki hii ya kuokoa damu au kuokoa maisha ya watu ambao wana shida ya damu. Nikiripoti kutoka viunga vya chuo kikuu cha Iringa. Mimi ripota wako Leonard Mkamba wa UoI Digital. Mwenyekiti wa soko la Ngome kata ya Kiesa mkoani Iringa ameeleza changamoto ya harufu inayotokana na uwepo wa dampo lililopo karibu na soko hilo. Elson Mienzi anatujuza zaidi. Mwenyekiti wa soko la Ngome ameeleza changamoto wanazokumbana nazo kutokana na uwepo wa dampo karibu na soko hilo. Ameiomba serikali kuwasaidia kutatua changamoto hizo kwani kutokana na uwepo wa dampo hilo limekuwa likisababisha mlipuko wa magonjwa hasa kwa wakazi wa Ngome. Wanakuja kubeba hili dampo kwa wakati. Alafu pia wajitahidi sana kuja kubeba kwa wakati kwa sababu wewe ni kwa hiyo yani, wajitahidi, maana uchafu unakuja sana huko sokoni. Hata tukifanya usafi sisi bado nakana tujafanya kwa sababu upepo unapuliza hapo, wajitahidi kwamba Yaani waje kubeba kwa wakati kusubi ili kusubiri na kwa asili kwa maana kuna mgeni mtu changa kuna harufu zinatokea huko, wateja wanaambika kwamba kwa nini kuna harufu, na hapa ni dampo, sio kwamba sasa kwa usafi hatufanyi, unaona. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada kama serikali watusaidie, wao wanakuja kubeba mara kwa mara nao. Baadhi ya wafanyabiashara wa soko la Ngome wametoa kero zao juu ya uwepo wa dampo hilo karibu na sehemu zao za biashara. Aidha, wameiomba serikali kuwasaidia kutatua changamoto hizo. eneo hili kwa sababu si rafiki. Ukiangalia hali ya mazingira, hali ya chafu kama dambo, yani madambo yamejaa, serikali itusaidie. Hayo yalikuwa ni maoni mbalimbali mbali kutoka kwa wafanyabiashara na wateja wa soko kula hapa Ngome. Nikiripoti kutoka hapa sokoni, ni mimi ni Serio Mienzo wa UoI. Elson Mienzi anatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Alexi Ogesa. Nikusihi, endelea kuwa nasi <mimu> <mimu> wa fainali ya mashindano ya mtashumita kwa timu ya netball kutoka mkoa wa Mwanza dhidi ya timu ya mkoa wa Geita umetamatika katika kiwanja cha Iringa Girls, na timu ya mkoa wa Mwanza kuibuka na ushindi wa magoli 44 kwa 39. Baada ya mchezo huo kutamatika, viongozi wa mashindano haya wametoa maoni mbalimbali juu ya mchezo huo. Mratibu wa mashindano haya amezungumza, ameisifu timu ya Iringa licha ya kutolewa mapema huku akichamba kuchukua ubingwa wa Afrika Mashariki ambao kwa msimu uliopita hawakufanya vizuri. Kwa ujumla ushindani mwaka huu ni mkubwa, ni mkubwa sana, na tunatarajia kabisa tutakapoenda katika mashindano ya East Africa kule Kenya mwezi wa nane tutarudi na kombe. Mwaka jana tulikwenda, hatukuwa na timu strong kama hizi za watoto kwa sababu watu wanafanya combine na timu tunapeka kule team combine ya watoto wote wazuri wanakuwa ni team moja ya taifa inakwenda kule kushindana. Ya mwaka jana haikuwa nzuri kama hii wa tuna, tuna amini, ha, na tulikuwa washindi wa pili katika team sita zilizoshiriki. Kwa hiyo tuna tunaamini mwaka huu tukienda tutarudi na kombe. Nao makocha kwa pande zote mbili wametoa maoni yao juu ya mchezo huo. Asili ya bingwa huu ni kuandaa timu vizuri na kuwaweka vizuri kisaikolojia, kuandaa ki, ki, ki, kimbinu na kisaikolojia. Na ndio maana watoto kama umeangalia jinsi wanavyokuwa wanacheza wanacheza kwa, kwa, kwa kupata maelekezo jinsi wanavyokuwa okay, wanatoa maelekezo na wanamtekeleza, na ndio maana wanaweza kufanya vizuri katika mchezo waga kuna vitu tunasema kwamba ukifanya kosa unaadhibiwa kwa kosa ulilo lifanya. Kwa hiyo kuna sometimes tulikuwa tume wachezaji wamefanya makosa, wamepata mpira lakini wanapoteza, kule kupoteza wenzetu naenda wanafunga, ndicho kilichotusababisha tukose na nini Mchezo wa fainali wa netball uzikukanisha timu kutoka Mwanza na Geita umetamatika kwa timu ya Mwanza kuibuka na ushindi magoli 44 dhidi ya 39 kwa upande wa Geita. Mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa kuvutia kwa pande zote mbili. Zikopoti habari hii, mimi mwandishi wako Alex Ogesa ayoaik. Shukrani sana Alex Ogesa kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo unaoletwa kwako na Karim Yasin. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu kuna kipengele nadra kabisa cha msamiati wa leo, na leo tuko na neno mchopozi. Je, unafahamu maana halisi ya msamiati huu au neno hili? Twende kutazama wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wao wakijaribu kutuambia wanafahamu nini juu ya msamiati huu mchopozi. Je, ushawahi kusikia neno au unalifahamu? Labda hapana, hilo neno silifahamu. Mchopozi, mchopozi, mchopozi, mchopozi, kwa ambavyo mimi na dhani kwa jinsi ambavyo neno ambavyo linatamkwa. Mchopozi unaweza kawa ni mtu ambaye tuseme hajatulia. Tumeweza kuwatazama wanafunzi wa Kikuta Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanafahamu nini eh, juu ya msamiati mchopozi. Wengi wamejaribu, wengine wamejaribu, wengine ndio kama hivyo wameshindwa kuelewa maana. Hadithi ya mchopozi ni eh, mtu mwenye tabia ya kufanya udokozi wa vitu vidogo vidogo mtu wa namna hiyo tunamuita bani mchopozi. Neno mdokozi ina ni mchopozi, hicho ndo Kiswahili ambacho ni fasaha kabisa. Nakuacha na, wa Karim Yasin, UoI Digital, Nami, na sentensi isemayo binti Kasambo ana tabia ya kuchopoza si. Nami, na ya kuchopoza mchele kila siku na na hii ndio maana halisi ya msamiati mchopozi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ni kushukuru kwa kuandamana nasi toka mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Kulikuwa nami Anjo Msele, asante na kwa heri.